Eh, Dr. Saidi alimaarufu Msitu Mnene, tiba asili na tiba mbadala. Nimewasili mkoa huu wa Katavi katika eneo hili la Majimoto, nia ni kuja kumtembelea mteja wangu aliyetumia dawa ya madonda ya tumbo. Kwa bahati nzuri, nimefika kwenye duka hili eh, ambalo ni la bwana Daudi Manyansa, na bwana Daudi Manyansa ndio huyu hapa ana biashara zilizoenda na muda eh, ni biashara nzuri, ni vyema muweze kumuunga mkono, lakini nimekuja kumsalimia mdogo wake bwana Emmanuel aliyetumia dawa ya madonda ya tumbo. bwana Emmanuel, habari za maji moto? habari ni njema, nzuri kabisa, nzuri. haya nilikupatia dawa ya madonda ya tumbo, uliitumia kisahihi? Nilitumia vizuri na ilinisaidia kwa kweli, mpaka sasa hivi nashukuru Una uwezo wa kula maharage, visamfu, dagaa hata pilipili bila shida yoyote. Nakula bila tatizo lolote, bila shida, bila shida. Huoni gesi? Sioni gesi. Ndiyo, wala maumivu ya tumbo? Bila kuona chochote kinachonisumbua mpaka sasa hivi. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Umepona? Nimepona. Basi mimi nashukuru, ndugu yangu Emmanuel, kama umepona, naomba watu wote wa maji moto wanaohitaji dawa za madonda ya tumbo waweze kuwasiliana na mimi Dr. Saidi almaarufu Msitu Mnene kupitia mawasiliano yafuatayo: sifuri saba moja tano nane tatu moja tatu nane tisa. Nairudia: sifuri saba moja tano nane tatu tisa. Pia nairudia: sifuri saba eh, tano nane. Nairudia: sifuri saba hamsini na nne sitini na nne themanini na tano tisini na nane. Namba nyingine sifuri saba tano nne sitini na nne themanini na tano tisini na nane, nairudia niliyoizungumza kimakosa ya Tigo, sifuri saba moja tano nane tatu moja tatu nane tisa. Ndugu Emmanuel, yes. Mimi nafikiri ni, ni shukuru fursa, ilikuwa ni kuja kuwasalimia na kuona kama umeshapona kitu cha kushukuru. Asante sana. Eh, asante asante ndugu yangu Bwana Daudi Manyansa. No, no, endelea eh, kuuza vitu naona vina wakati mzuri kabisa hivi, watu waje wakuunge mkono. Sawa sawa. Shukrani. Haya asante asante. Mimi nakwenda jamani. Haya asante sana. Haya sawa.